Aa, kama unataka kufuga hawa kuku hawa wa kienyeji kwa mafanikio makubwa ili kuweza kupata faida zaidi basi ufugaji wako inatakiwa uwazie kwenye, kwenye vifaranga namna ambavyo unaweza ukawafuga vifaranga na kuchukua majukumu yale yote ambayo tetea huwa anayafanya vile akiangua, aki, aki hao vifaranga, kama vile e, kukabiliana na hali mbaya ya hewa kama kuna upepo mkali unakuta tetea anakuwa anawakumbatia vifaranga wake, lakini anafanya hivyo pia kama kunakuwa kuna baridi kali. Kuwatafutia chakula, namaanisha kuwapa chakula bora. Lakini pia utakuwa na jukumu la kukabiliana na magonjwa ambayo yanatokea kwa vifaranga, lakini e, pia nakuwa na uangalizi nao wa karibu sana. Kama utafanya hivi vitu, basi utakuwa ni hati, upo katika hatua moja ya kufuga kwa mafanikio makubwa. Sasa kwenye hii video ya leo ninataka nikuelekeze au nikupe mbinu au namna ambavyo unaweza ukawalea vifaranga wa kienyeji kwa mafanikio makubwa. Ninaamini kabisa baada ya kutazama hii video, basi utaanzia hapo na utapata mafanikio makubwa kwenye namna ambavyo utakuwa unawafuga kuku wako wa kienyeji, hasa maeneo ya kijijini. Mara nyingi sana unakuta e, wafugaji wengi wanamwachia tu e, tetea au analea vifaranga na mwisho wake ni kwamba, uh, unamkuta tetea ana anakuwa na idadi ndogo zaidi ya vifaranga, na hata hivyo anakuwa amepoteza muda mrefu kwenye kuwalea vifaranga wake Wakati kama utachukua vifaranga wale na ukasema wale wewe mwenyewe kwa mbinu ambazo nitakuelekeza hapa, basi utakuwa umemsaidia yule tetea kupata afya yake vizuri kwa muda mfupi, lakini pia kurudi kutaga. Kwa hiyo uh, unao uwezo wa kupata uh, kuku wengi zaidi kama utakuwa unatumia huu mfumo. Sasa tuaze e, moja kwa moja na hii mada yetu ya leo hii. Kwanza kabisa nitaangazia vitu vifuatavyo. Nitaangazia e, nyumba ya kulala vifaranga inatakiwa iweje, lakini pia nitakuja, nitaangazia masuala ya joto, lakini pia nitaangazia masuala ya chakula, na mwisho kabisa nitaangazia masuala ya magonjwa kwa vifaranga wadogo, wa namna ambavyo unaweza ukakabiliana nayo. Aa, wafugaji wengi tunaingia kwenye mtego wa kudharau hata kitu kidogo ambacho kinakuwepo. Unakuta labda mfugaji ana, ana, kuku wake ameangua vifaranga labda hata tano saba au e, kumi kwa sababu ni wachache anaamua tu kuwatelekeza. Lakini e, leo hii kwenye hii video ninataka nikuelekeze kwa wewe mfugaji ambaye kuku wako ameangua vifaranga wachache na unataka walee kisasa zaidi. Kitu cha kwanza kabisa inatakiwa uangalie gharama ambazo utatumia. Tumia vitu ambavyo vitakufanya utumie gharama ndogo zaidi, usije ukachukua e, gharama kubwa wakati vifaranga ambao unao ni wachache. Aa, kitu cha kwanza kabisa tuanze na mfano. Kwa mfano, kuna mfugaji huyu ambaye vifaranga wake e, kama hivyo ambavyo unaona yupo na vifaranga Uh, vifaranga kumi na moja sasa, nataka hawa vifaranga kumi na moja awalee uh, kisasa kabisa. Tuwazie hapa uh, kwanza, mpokonye eh, kuku kuku wako vifaranga kabla hajatoka nao eh, kutoka kwenye eneo ambalo alikuwa anawahatamia hao vifaranga mpokonye, yani akitotoa vile akiwapa joto kwa mara ya kwanza Kuku akishatotoa vifaranga, hata akimaliza wote, huwa anakaa walau masaa kumi na mbili. Kwa hiyo baada ya kumaliza ule muda, ndio wewe uje umpokonye vifaranga. Aa, kabla ya hapo unapaswa kuwa ulishakwisha kuandaa sehemu ya kuwalelea, e, tunaita bulda. Wewe umeandaa bulda au chumba cha kuwalelea vifaranga. Sasa kama ni vifaranga wachache unaweza ukatumia boksi, kama una yale maboksi marefu makubwa. Kuna maboksi fulani, kwa mfano waga wanawekeaga e, pikipiki, ni mazuri kwa ajili ya kuwalelea vifaranga, lakini pia unaweza ukatumia maboksi ya kawaida ukaya ukayashona ukatengeneza kama hivi mzunguko e, kitu kama hicho, lazima uwe nacho lakini, liwe ni eneo dogo zaidi. Lakini pia inatakiwa uwe na cha chazo cha joto. Sasa chazo cha joto hapa unaweza ukatumia aa, unaweza ukatumia chemli au unaweza ukatumia jiko la mkaa kwa ajili ya kuwapa joto vifaranga wako. Kwa hiyo hivyo ni vitu muhimu ambavyo inatakiwa kabla ya uwe umekwisha kuviandaa. A, pia muhimu ukawa na vyombo vya chakula pamoja na vyombo vya maji. Sasa ukisema ununue vyombo vya dukani e, hivi ambavyo wanaviuza kwa ajili ya maji na chakula unaweza ukawa umetumia gharama kubwa. A, kwa hiyo hapo nitakushauri ufarague yani, unaweza ukakata madumu au makopo kwa ajili ya kuwekea maji. Kikubwa tu zingatia e, namna ambayo unaweza ukatengeneza na unaweza ukaingia mtandaoni sasa hivi ukaangalia jinsi ya kutengeneza drink au kutengeneza vizuri kabisa ambayo itakuwa haimwagi maji na itakuwa na ubora kama ile ya dukani e, ah, kwa ajili ya kuwawekea vifaranga wako. Sasa ukishakuwa na vitu hivyo e, pia unahitaji kabla uwe na chakula ulishakwisha kutengeneza chakula. Sasa mchanganyo wa chakula ambao utautengeneza e, kwa ajili ya vifaranga wako inatakiwa uwe na virutubisho vyote. Virutubisho kama vile uh, unaweza ukaweka nafaka na nafaka, usiweke mahindi makubwa. Unaweza ukatumia e, mtama e, kwa ajili ya nafaka, lakini pia pumba kidogo. Kuna mashudu kama ya alizeti, ya ufuta, ya karanga e, kuna kuna kuna virutubisho kama vile premix. Huu mchanganyo tumekwisha kuandika vizuri kabisa kwenye kitabu chetu cha ufugaji wa kuku wa kienyeji. Mle tumeandika kanuni bora kabisa tena, kanuni ya mle tumeweka ya gharama nafuu kabisa, kwa sababu tumeweka na vitu vingine ambavyo hutokwenda kununua dukani, utavichuma tu, ni majani utayachuma, utayatengeneza, utawatengenezea kuku wako chakula. Kitabu cha ufugaji wa kuku wa kienyeji kinauzwa shilingi elfu kumi, kinauzwa shilingi elfu kumi. Kina hatua zote, miongozo yote ya kuwalea vifaranga tokea wakiwa wadogo mpaka wakiwa wakubwa. Kitabu kinauzwa elfu kumi, ni soft copy, tunakutumia kwa njia ya WhatsApp. Kwahiyo hilo ni jambo la muhimu zaidi, kuwa na chakula ambacho ni kwa ajili ya vifaranga. Usije ukachukua ukawalisha vifaranga pumba, utakuwa hakuna maana ambayo unafanya. Au unaweza ukanunua cha dukani, japo cha dukani kitakugharimu zaidi, kwa sababu bei zake zipo juu. Ikumbukwe kwamba na wewe unao kuku wachache. Na jambo jingine la muhimu, inatakiwa uwe na vitamini kwa ajili ya kuweka kwenye maji vitamini pamoja na glukosi. Sasa kwa hawa kuku hawa a, unakuta waga tunatumiaga glucose za dukani, tunatumia vitamini za dukani ambazo ni gharama. Kama wewe unaokuku wachache vifaranga na unataka uwalee na kushauri utatumia glukosi za asili. Kwa mfano kama sukari, unaweza ukatumia sukari, ukakoroga sukari ukawapa vifaranga wako, zile hatua za mwanzo kabisa ukawapatia. Lakini pia unaweza ukatumia asali, asali pia ni glukosi. Kwenye kitabu cha ufugaji wa ufugaji bora wa kuku wa kienyeji, tumeandika vyote hivyo, lakini pia vifaranga huwaga tunawapatiaga vitamini sasa. Eh, vitamini za asili zipo nyingi. Kuna majani ya mpapai, kuna hizi mboga mboga kama vile chinizi ukizi brandi vizuri, au majani ya mpapai ukia brandi, basi unapata vitamini safi kabisa. Na kitu kingine ambacho vifaranga huwa wanapewa ni antibiotic. Antibiotic ni kwa ajili ya kuwakinga vifaranga na na magonjwa. Kwa hiyo utatengeneza antibiotic ya asili, zipo kama vitunguu saumu, tangawizi, yani i kwenye kile kitabu cha tiba za kile kitabu cha ufugaji wa kuku wa kienyeji, hizo hatua zote tumeziandika: kiasi gani unachanganya na unaweka kwenye maji lita ngapi. Tunakuja kwenye kipengele kingine ambacho ni muhimu zaidi, ni kudhibiti magonjwa, na namna nzuri ya kuweza kudhibiti magonjwa ni kuwakinga Aa, kama vile kideli ni magonjwa ambayo yanawapata sana vifaranga, muharo mwekundu au tunaita kokidiosis e, kuna ile kinyesi kugandia nyuma. Ni magonjwa ambayo yanawapata yana, yana, yana sana vifaranga wadogo na magonjwa kama vile ya malex. Aa, sasa chanjo kwa mfano chanjo ya malex chanjo ya malex ni gharama kubwa sana kuweza ku, kuwatengenezea vifaranga wako. Na ugonjwa huu mara nyingi utakuta kuku wamekakamaa miguu wanashindwa kutembea vizuri. Kwa hiyo utawakinga kwa kutumia e, tiba za asili ambazo zote tumezielezea kwenye kitabu chetu cha tiba za asili, lakini pia kwenye kitabu cha ufugaji wa kuku wa kienyeji. Uh, kuna chanjo muhimu za unaweza ukatumia hizi za dukani ambazo ni gharama. Chanjo moja ni elfu sita elfu saba Unakuta kuna baadhi ya chanjo waga zinaendaga bei yake hadi elfu kumi na sita Kwa hiyo utatumia chanjo za dukani mara moja, lakini pia utakuja uta tumia hizi chanjo za asili ambazo tunasi zaidi kutumia na antibiotiki ambayo nimekuelekeza hiyo ya kitunguu saumu, pilipili na tangawizi, ambayo utakuwa unawapa vifaranga wako, pia inawakinga na magonjwa mengi ya bakteria. Kwa hivyo ukifuata haya mambo, utafanikiwa kualea kuku wako kwa mafanikio makubwa. Na kama unafuga kuku wa kienyeji, uwatuze kwenye chumba maalum cha kualelea kwa muda e, wa miezi miwili. Kisha unawaachia hapo, wanakuwa tayari wanakinga, wanaweza kujitafutia chakula, lakini pia e, kwa kila kuku ambaye anakuwa ameangua vifaranga, kama utafanikiwa kufanya hivi, basi baada ya mwaka mmoja utakuwa umezalisha kuku wengi zaidi tofauti na vile ambavyo ungewaacha waatamie wao wenyewe. Aa, naomba niishie hapa kwa leo hii Lakini pia unaweza kututafuta WhatsApp kama unahitaji kupata vitabu. Sisi tunavyo vitabu vinne, vyote vinahusiana au ni elimu ya ufugaji, kama vile kutengeneza dawa na vitu vingine. Lakini pia e, ukitaka kujiunga na kundi letu tutafute e, WhatsApp au wa tupigie kwenye namba ambayo unaiona hapo juu.